Msanii wa vichekesho Joti amekutana na hasira za Watanzania tena mara nyingine baada ya kupost uh, ujumbe fulani hivi ambao alikuwa anakumbusha Tanzania kuhusiana na tuzo ambazo yeye pia ni miongoni mwa watu ambao wamechagulia kuwania tuzo hizo ambazo zilikana kama Zikomo Awards ambazo zinakwenda kufanyika mwaka 2025. Sasa Joti alikuwa ameweka picha kadhaa ambazo zinaonyesha uh, kwamba ameteuliwa ama anawania bana, uh, tuzo hizo kama uh, mchekeshaji na media personality of the year na zungumzia nazungumzia Of the year, pia kulikuwa na media personality of the year lakini pia alikuwa ameteuliwa uh, ama amepata nomination kama content creator of the year mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa yote akawa anawakumbusha Watanzania kwamba tuzo hizo zipo na anataka waendelee kumpigia kura kwenye tuzo hizo ili aweze kuwa mshindi. Sasa baada ya kufanya hivyo ama baada ya kuweza kushare picha hizo pale chini akasindikiza na caption na kuwapa Watanzania maelekezo namna gani wanaweza kumpigia kura, namna gani wanaweza pia wakamsupport msanii aye kuweza kupata tuzo hiyo, na kuambia siku ambayo tuzo zenyewe zitakuwa zinatolewa. Sasa Watanzania bana hawakutaka kusikia chochote kuhusiana na hilo, nika drop pale chini kwenye uwanja wa comment, eh, kama ilivyo imemtokea Fina, sasa imemtokea tena Joti hapa bana. Joti baada ya kusema hivyo, Watanzania wengi walidondoka kutokana na hizi comments ambazo unaziona. Eh, kuna mwamba mbaya alikwenda kusema kwamba atupigi kura kuna wale ambao wanasema kwamba ukipata I say, kuna mmoja kaongea kama kama tu si fulani hivi ambavyo sasa nikalisoma moja kwa moja, lakini wao wanasema kwamba wasanii gani, tuanzie hapo, usituvunjie heshima, tuna wasanii Tanzania. Kuna mwingine anasema kwamba um, ushinde tuzo kwa kuipambana CCM kupora madaraka. Lakini mwingine anasema kwamba eh, oya we kama kima tu atu atupige kura. Mwingine akamwambia kwamba kacheza unakochezaga, lakini, huyu uh, naye akampa akamjibu tu kwa heshima kabisa, anasema kwamba no thank you, au sio bana? Sasa kwa hizi comments nataka mwenyewe uzione mm, sisi nikazisoma zote, the comments ambazo nilikutanazo zilikuwa zaidi ya comment 600 ambazo uh, zilikuwa zimetiririka pale chini kwenye uwanja wa comment, na wote yani asilimia kubwa sana akawa wanamkejeli wakawa wanampa um, makavu kabisa, kusema kwamba hatampigia kura kutokana na kwamba alikuwa amesimama na kuitetea CCM wakati wa campaign bana. Sasa kuna yani uh, CCM inatajwa sana yani kila msanii um, yote anapozungumzia swali lote la project iwe um, msanii wa vichekesho maigizo ama msanii wa muziki ambaye alisupport CCM kwa namna yoyote ile, kila akizungumza chochote kuhusiana na project yake anakutana na matusi, lakini pia anakutana na ukumbusho kwamba CCM ndio kila kitu kwenu. Sasa nimekutana na baadhi ya watu ambao pia wamemtaja ama wameitaja CCM kwenye comment section. Mingine anasema kwamba shenzi kabisa, CCM ni wengi, ukiwa tag tayari tu utakuwa umeshinda. Huyu anamwambia kwamba hapo inabidi CCM bwana akukwamue. Mwingine akamwambia kabisa kwamba waambie wafuasi a, milioni 30, wa okay, wa Samia wakupigie mzee. Mhm, mm, anasema kwamba hizo kura ambazo CCM wanasema kwamba walizipata, kwa maana kwamba kura ambazo zilimpitisha Rais Samia kumpa a, asilimia 98 katika uchaguzi uliopita, hizo hizo milioni 30 ndio hizo ambazo unafaa kuzitumia, waweze kupata ushindi katika a, tuzo hizi. Sasa sijui kama a, ama hizi hasira ambazo Watanzania wanazo kwa wasanii wao zitakuja kuisha, na sijui nini ambacho kinahitajika kufanyika ili Watanzania waamue kurudia maisha yao ya kawaida. Kwa hiki ambacho umekiona kwa Joti na hiki ambacho pia ulikiona kwa Fina, uone hizi kwamba mstakabali wa wasanii wa Tanzania utakuwaje? Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.